Oya, hivi ulishawai kugumia madijei wa Rufiji? Bwana, tuko hapa mashabiki wa Simba, tunaombeni mwende Tuki tuki, supporti timu yetu Simba Sport Club. Tunakwenda kufanya kitu leo, tunakwenda kufanya mabadiliko leo, tunakwenda kukataa unyonge. Hakuna unyonge mbele leo. Leo tunakwenda kuichukua ngao ya jamii, kitu kizuri kama kujiamini. Ninaenda weo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa nikiwa na energy ya kutosha. Nimefotana na bro wangu hapa, tukiwa wote tunakwenda kuiangalia leo mpila. Tunakwenda kushinda, tunakuwa na matumaini. Nasema kwamba leo ndio siku ya kuvunja ukimya na Simba, ndugu yetu tunavunja ukimya na Yanga, tunavunja ukimya na Yanga. Yanga leo anakwenda kula kipigo cha mwana ukome